Hakika pumzi na uhai kila mwanadamu amepewa bure na Mwenyezi Mungu, hivyo tunapaswa kumwabudu katika haki na kweli. Hapa ni chuo cha Biblia kanisa Anglikana Tanzania Dayosisi ya Tabora, ikiwa ni mahafali ya 55 kozi ya uinjilisti ya miezi sita, tangu kuanzishwa kwa chuo hiki mwaka 1997 tulianza kozi tukiwa wainjilisti 18 wanaume 15 na wanawake watatu na sasa tunahitimu tukiwa wainjilisti wote 18 kwa neema ya Mungu wetu. Tunawashukuru sana walimu wetu kwa jitihada zao na kujitoa kwao kwa kwa upendo kutufundisha na kutulea vyema katika maadili ya kupatia ushirikiano mzuri kwa muda wote wa masomo. Kwa muda wa miezi sita tumefanikiwa mambo yafuatayo kama mbaraka mbele za Mungu. Tumefanikiwa kumaliza kozi hii ya miezi sita. Tumefanikiwa kufanya huduma makanisani. Tumefanikiwa kupata elimu itakayotusaidia kufaulu katika huduma. Tumefanikiwa kupata malezi bora toka kwa walimu wetu. Tumefanikiwa kupata maji yaliyovutwa karibu sana na chuo. Tumefanikiwa kuongezewa na kusoma somo la lugha ya alama. Sisi tunakuombea wewe, askofu wetu, pamoja na viongozi wote. Mmeacha shughuli zenu na kuja katika mahafali hivi leo. Mungu awabariki sana na kuwazidisha. Asanteni sana, naomba kuwasilisha. Miongoni mwa kwaya iliyopata nafasi ya kuhudumu katika mahafali haya ni kwaya ya uinjilisti Teki, Kanisa Kuu Mtakatifu Stefano hapa mkoani Tabora. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Sara Stanley Tandise, katibu wa kwaya ya Teki. Ninamshukuru Mungu kuwa mahali hapa kwenye mahafali ya chuo cha Biblia. Nafasi tuliyopewa ni nafasi ya kuendeleo sana, kutokana na aina ya kwaya tulionayo. Jina la kwaya kama nilivyotaja Teki, kirefu ni Tabora Evangelical Choir, ni kwaya ya uinjilisti. Kwa hiyo tunatoa huduma ya kwaya kwa sehemu mbalimbali, ndio maana tumepata nafasi hii. Tunamshukuru Mungu wakati wote tunapohitajika, sio tu kwenye mahafali lakini hata sehemu za vijijini huwa tunaenda sehemu ambao watu amba wanadhani hatuwezi kufika, lakini kwa yake inaweza kufika. Kwa sababu tumeambiwa tuende duniani tukaitangaza injili na kwaya yetu ni uinjilisti pia. Ninawashauri kwaya zote za manispaa ya Tabora, wanapopata nafasi kama hizi, wajitokeze kwa wingi, haijarishi ni siku gani, hata kama ni siku ya kazi, jitokeze mtangaze injili kwa njia ya uimbaji, utabarikiwa sana Somo la elimu ya lugha ya alama kwa watumishi wanaopata nafasi ya kusoma katika chuo hiki nalo linapewa kipaumbele, kwani ni sehemu ya huduma muhimu ndani ya kanisa kwa watu wenye ulemavu wa kusikia na kuongea. Jina langu naitwa Miriam Nikodem keyboard. Katika kozi hii ya miezi sita, tumefanikiwa kujifunza lugha ya alama. Moja wapo katika lugha ya alama ni alfabeti A, B, C, D, E, F, G na kuendelea tumejifunza habari ya majina, majina ya viongozi wa dini ambao kuna askofu, kuna mchungaji, kuna mwinjilisti. Bali kuna maneno ya imani au ya tumaini, kuna imani, kuna uaminifu, kuna nisamehe, samahani, upendo. Bwana Yesu asifiwe, amina. Haleluya! haya ni baadhi ya mambo ambayo tumejifunza katika lugha hii ya Arama. Vile vile hata kwenye familia, majina ya familia, kuna baba kuna mama kuna kaka kuna dada kuna shangazi. Hayo ni baadhi ambayo tuliyojifunza katikati ya lugha hiyo ya Arama. Ninachoeleza ni kwamba mafunzo haya ni ya muhimu na ni ya msingi sana kwa sababu inaweza kuleta mawasiliano kati ya yule kiziwi ambaye hasikii na au bubu ambaye anaweza kuzungumza kutumia ishara. Hiyo ni moja ambayo tunaweza tukaenda kuwafundisha huko, ili nao wakatuelewa kwa kiwango fulani, japo itakuwa ni ngumu sana, lakini tutajitahidi angalau kwa asilimia hata chache, asilimia hata chache, ili tuweze kuwafanikisha na wale waweze kuelewa lugha ya alama. Awali ya yote, napenda kumshukuru Mungu kwa haya yote yanayoendelea kutokea kwangu kwa sababu ni neema ya Mungu tu. Nawapenda sana wale wote mnayoniona mnanisikiliza. Lugha ya alama ni elimu ambayo itatusaidia huko. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kukeri, kwa kweli tumeona kwamba kwa sababu huduma ya kiroho inakusanya watu mbalimbali na kuna kuwa na matabaka ya watu mbalimbali, watu wenye ulemavu na wasio na ulemavu. Kwa hiyo tumeona ni vyema sasa kutoa elimu hii kwa wainjilisti, ili wapate elimu hiyo wanapoenda huko kwenye vituo waweze kujumuisha na makundi hayo, na hayo makundi yaweze kujifunza Biblia, yaweze kujifunza neno la Mungu kwa pamoja. Ni elimu ambayo inatolewa kwa nadra sana, sasa tumeona tu iweke, ili sasa wanapoenda huko, basi iwe elimu jumuishi kwa wote na neno la Mungu liwafikie kwa ukubwa, watu wote bila kuwepo na ubaguzi. Kwa upande wake mkuu wa chuo hiki Mchungaji Kanoni Bartholomeo Segu anaeleza namna maboresho makubwa yanayoendelea kufanyika ndani ya chuo hiki. Upatikanaji wa kompyuta na huduma ya intaneti ni miongoni mwa vipaumbele vya chuo. Tunatazamia kuwa na huduma za intaneti kozi ya miezi mitatu itakapoanza. Tutakuwa tukinunua kompyuta chache kutegemeana na hali masomo yaliyoainishwa yatatolewa kwa kozi zinazofuata baada ya hii, kama ilivyoamriwa na kikao cha walimu wote cha hivi karibuni. Kituo kitaanzisha mradi wa ufugaji wa kuku wenye tija hivi karibuni, ili kuinua pato chuo. Kwa takribani miaka 28 sasa tangu kuanzishwa kwa chuo hiki, watu mbalimbali mbali kutoka kada tofauti tofauti wamekuwa wakijisajili na kufundishwa Biblia ili waweze kutumika na kueneza neno la Mungu kwa waaminio. Miongoni mwa hao ni wainjilisti hawa, Timoth Asheri Magawa na mke wake Gladness Pius Kaputa. Tunamshukuru Mungu, tumekuwepo mahali hapa katika chuo chetu hichi, tumemwona Mungu kwa namna ya kipekee sana tumejifunza mambo makubwa sana nito wito kwa wachungaji wa parishi zote na dinari zote katika dayosisi hii ya Tabora. Hakika chuo chetu hichi cha Biblia hapa Tabora, TATC, Tabora Anglican Training Center, ni chuo bora sana ni chuo kizuri sana ni chuo chenye mambo ambayo yatamsaidia mwanafunzi ama mwinjilisti uweza kuifanya kazi ya Mungu katika ubora mkubwa sana katika wereredi wa kipekee sana. Imezoeleka kwamba wainjilisti wengi ni wababa, wainjilisti wengi ni vijana wa kiume, lakini mwamko huko hata kwetu sisi kwa wamama, kwa wanawake, kwa wadada na wasichana. Hili ni agizo la Yesu Kristo mwenyewe ya kwamba enendeni ulimwenguni mote na mkaihubiri habari njema kwa kila kiumbe, kila kiumbe kikapata kusikia habari njema ya Yesu Kristo. Huo ndio uinjilisti ambao tumejifunza mahali hapa kutokana na agizo kuu la Mathayo ishirini na nane kumi na tisa. Na mimi niko hapa kutimiza hicho kitu, nimepokea mafunzo na baada ya hapa ninaenda kufanya kazi hiyo ya kuhubiri injili ya Yesu Kristo kwa watu wote pasipo kubagua ya kwamba mimi labda ni mwanamke ama ni, ni mama.

Na mwisho ni wasaa wa Baba Askofu Elias Chakupewa Kanisa Anglikana Tanzania Dayosisi ya Tabora kuzungumza na wahitimu hawa kupitia kiapo maalum. Ninayehitimu kozi ya uingilisi miezi sita ninaahidi, Nina Nina kumtu, kumtumikia Mungu kwa uaminifu, uaminifu. Nitajitahidi kuwa mtumishi mwaminifu wa Kristo Nitahubiri injili ya Kristo kwa uaminifu. Nitakuwa nita tayari kwenda popote nitakapotumwa na kanisa. Nitatii nita nita nita viongozi wangu katika huduma hii, hii. ninaahidi haya. Nina haya Mungu anisaidie. Sasa rudishieni teso zenu ziende kulia. Sasa natangaza rasmi kwamba mmehitimu. Pongereni sana wahitimu, kwa kweli mmetutia moyo kwamba mlianza kumi na nane na mmemaliza kumi na nane. Msinge maliza kumi na nane, ilikuwa mmalize kumi na sita, wawili mlikuwa mnarudi nyumbani. Na dhambi yenu ya kurudi nyumbani haikuwa kubwa sana, lakini ilikuwa ni dhambi ya hatari, kwa sababu najua wengi hapa ni mashabiki wa timu mbalimbali Ushabiki wa kuwa na timu fulani sio dhambi wala sio kosa, lakini sasa mnapofanya ushabiki wa kuanza kubishana na kuanza ku... ndipo inapoleta mgogoro. Ni hilo kosa limewarudisha nyumbani, wala sio kosa lingine. Na sisi tukiwa vyuoni tulifundishwa kabisa, ukiwa mchungaji au ukiwa mwinjilisti au ukiwa nani, jihadhari sana kuwa kwenye mabishano ya mambo ya mipira na mambo mengine. Na hii ilitokea, ilitokea wakati fulani, mchungaji alikuwa shabiki sana wa mpira na wote walijua. Sasa Jumapili asubuhi anaamka aende kanisani. Kutoka pale kwake kwenda kanisani kuna mwendo kidogo kama kama kilomita tano hivi. Sasa anakutana njiani na mashabiki wa timu nyingine ambayo ilicheza na timu ya mchungaji. Wakaanza kumrushia maneno makali makali kama walivyozoea kuwa wanarushiana. Na yeye sasa anaenda kanisani kuhudumu. Sasa akakasirika, unajua ni binadamu. Sasa akikasirika matokeo yake hayakuwa mazuri hata kidogo. Na hiyo ikamletea mgogoro mkubwa sana wa kikazi. Kwa hiyo wakati mwingine ushabiki lazima tuwe makini, ni wapi tunashabikia ni kwa wakati gani, na tuwe makini sana. Najua wengi hapa ni mashabiki wa Simba na Yanga. Najua mafunzo ya Biblia, ndugu zangu, mafunzo ya Biblia ni mafunzo mazuri sana, na nafikiri kuna kosa kubwa ambalo tunalifanya na sio, sijui kama ni kosa au au tunashindwa kuhamasisha watu wetu vizuri. Shule za Biblia kama hizi, kozi za miezi mitatu, miezi sita, si tu kwa hao makatekista ambao wanaenda kuwa viongozi wa makanisa lakini zile ziko wazi kwa kila Mkristo, yaani mkristo yote anaweza kaja akasoma hiyo miezi sita na akawa anapata upana mkubwa sana wa maandiko matakatifu. Unajua, Biblia ukiitazama unaweza kufikiri ni kitabu cha kawaida tu, kwa sababu ni kitabu tu cha kawaida, unaweza kufikiri hivyo, lakini kukwambia ukweli ni kwamba kitabu hiki sio cha kawaida hata kidogo. Kwanza hiki kitabu chenyewe kinaitwa maktaba. Hii kitabu ni library, kwa sababu ndani ya kitabu hiki kuna vitabu sitini na sita. Kwa hiyo sasa usipopata kozi ya kujifunza na kujua mpangilio wenyewe wa hivi vitabu na namna yake utapata shida sana. Na ndio maana utakuja kujikuta unakuwa kama yule mtu ambaye alisoma Biblia kwa mara ya kwanza na kwa bahati mbaya akasoma palipoandikwa, palipoandikwa Yuda, akaondoka akaenda kujinyonga. Aliposoma kifungu hicho alisikitika kweli. Yaani, Biblia inafundisha mambo ya watu kujinyonga. Akatafuta kifungu kingine ambacho kitampa faraja. Akakuta palipoandikwa na wewe, nenda akafanya hivyo hivyo. Sasa, sasa akaona kumbe Biblia inafundisha watu kwenda kunyonga kwa sababu hakuisoma Biblia katika muktadha wake, katika context. Biblia inatakiwa isome katika context. Na ndio maana wale wanao ulipokalipuka huko wanawapotosha watu ni kwa sababu hiyo. Anachukua tu kifungo chochote anaanza kusimamia hicho na kuhubiri bila kujua kwamba kwa nini alifanya hivyo. Kwa mfano katika Yesu kuwaponya watu mbalimbali alitumia njia mbalimbali za kuwaponya, lakini kuna mahali ambapo alitumia udongo akapaka kwenye macho. Sasa kama hujui kwa nini alifanya hivyo na kwa wakati gani alifanya hivyo, unaweza kufikiri kwamba huo ndio utaratibu wa maombezi. Kwa hiyo kaanza kuvuruka tope pale nyumbani na kuwaita watu kuwapaka kwenye macho, utawaua macho. Mimi nakwambia ukweli, hmm. Kwa hiyo ni lazima uwe unajua kwa nini alifanya hivyo na kwa wakati gani na kulikuwa na sababu gani. Kwa hiyo ndugu zangu shule yetu ya Biblia iko wazi kwa kila mtu anayeweza kuja na kufanya kozi hizo, na wale wanaopenda kuendelea wanaweza wakaendelea na masomo hayo zaidi. Elimu ya theologia ni pana sana, kiasi ambacho hata kama ungesoma miaka sijui mingapi, huwezi kumaliza, wala huwezi kusema kwamba sasa umefikia mwisho, kwa sababu katika vyuo vikuu vile vya zamani, Cambridge na Oxford, ambavyo ndio vyuo vya zamani kabisa ulimwenguni, hata kabla ya Harvard University ya Marekani na vingine, vyuo vya zamani kabisa ni Cambridge na Oxford. Theology iliitwa yeye ndiye malikia wa masomo yote, actually iliitwa the queen of all sciences. Yeye ndiye ndiye, kwa sababu unaposoma theology na, kuna watu wanaanza, akawabeza wachungaji wanapowaona, wasema ah, anajua nini, anajua Biblia tu. Nataka nikueleze ukweli, hawa watu hawajui biblia tu. Theology unajifunza kila kitu, kila kitu isipokuwa tu labda kuwa medical doctor tu, lakini hata kwenye mambo ya afya kuna terminologies ambazo theology tunajifunza. Mimi nimejua neno euthanasia nikiwa katika theological college. Euthanasia ni pale ambapo, kuna mambo mawili ya euthanasia, kuna voluntary euthanasia na kuna compulsory euthanasia, ambapo mtu anaweza kaamua kuruhusu ndugu yake aweze kukufa, yani ameugua muda mrefu, sasa hawezi kupona, alafu anaruhusu kwa kuandika, aweze kupewa dawa au uawe. Hiyo ni compulsory lakini, voluntary ni pale mtu mwenyewe anaamua kwamba sasa nimeteseka vya kutosha, naomba mimi niondoke Hizo ni terminology za, za, za hospitali wala sio za, lakini katika theology unakutana na vitu vya namna hiyo. Katika theology kuna history, katika theology kuna agriculture, katika, katika theology kuna kila kitu. Kwa hiyo theology is a science, theology is a queen of all sciences. Kwa hiyo kwa hiyo sciences zote ziko ndani ya theology. Kwa hiyo theology ni kitu ambacho ni muhimu sana kukisoma na kukielewa, na ukikielewa, unapata unapata upana mkubwa sana wa mambo mengi kwa hiyo kadi unavyoendelea kusoma, unavyoendelea kusoma unaendelea kuwa na hamu na hamu ya kutaka kusoma, kusoma zaidi na zaidi. Na jambo ambalo ni kubwa sana katika elimu hii ya kuanzia kozi hizi za mwanzo kama kozi ya miezi mitatu, miezi sita ni kujijengea nidhamu, nidhamu ya kumpenda Mungu, nidhamu ya kupenda maandiko yake matakatifu na nidhamu ya kufuata utaratibu ambao umewekwa na kanisa. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo mimi nina imani kubwa kwamba ninyi ambao mnamaliza ma, ma, ma, masomo yenu leo na tunawaaga leo kama anavyosema uh, kama anavyosema Timotheo nafikiri Timotheo waraka wa, wa pili nafikiri wa Timotheo sura ya pili ndiyo maneno ambayo nitamalizia. Waraka wa pili wa Timotheo mstari um, ule wa, wa pili unasema, na mambo yale uliyoyasikia kwangu mbele ya mashahidi wengi wengi, basi hayo uwakabidhi watu waaminifu watakaofaa kuwafundisha na wengine watu waaminifu watakaofaa kuwafundisha watu wengine. Na sisi tumefikiri kwamba ninyi ndio watu waaminifu ambao mnafaa kwenda kuwafundisha wengine. Sasa tukienda kusikia mnafundisha mengine ambayo sio sawa basi itakuwa ni, ni mbaya kweli na itakuwa ni mbaya kabisa kabisa. Na bahati mbaya hali yetu ya uchumi ni changamoto kubwa, watu wanaweza kauza utu wao na akaingia katika kitu ambacho anajua fika kwamba kisio sahihi ili mradi tu kwamba amepigika, hana fedha, hana nini na unachotakiwa kufanya ni kusimamia kweli ya Injili bila kuipotosha kweli ya Injili na wala bila kupotoshwa na wale wanao wanaotafuta ambao Biblia imewaita Mungu wao ni tumbo. Na hao wako wengi sana. Mungu wao ni tumbo. Just imagine, mtu umejifunza unaelewa halafu unaenda kuwa mjinga, mjinga tu huko. Umejifunza unaelewa unaenda kubatizwa mara ya pili huko. Umejifunza unaelewa unaenda kuongozwa na watu ambao hawajui chochote ili mradi tu kwamba upate angalau tumbo lako lipate kitu. Unaweza kuuza utu wako kwa sababu tu kama alivyofanya yule kijana aliyeuza uzale wake wa kwanza kwa sababu tu alikuwa nanja na njaa, na hiyo ni hatari sana. Mimi niwaombe kwamba Mungu kwa neema yake aliyewaita na mkatayarishwa vizuri, na tumetumia gharama kubwa sana kuwaandaa wale usiji kwa hesabu na zile elfu hamsini zilizokuja nazo kutoka nyumbani, kama ndizo zimekufanya umalize kozi, kuna namna nyingine ambayo imekufanya wewe ukae hapa na umalize kozi. Kwa hiyo ni gharama kubwa imetumika, ni lazima muheshimu hiyo na muendelee kuthamini mchango mkubwa wa kanisa kwa ajili ya elimu mliyoipata. Jina la Bwana libarikiwe, amen. Na ninaamini mtakapotoka mkaenda nyumbani mtakuwa challenge. Tumeona igizo hapa ambalo mmeigiza igizo zuri sana, na kumbukeni ya kwamba yale mliyofundishwa kwenye igizo lile ni ni, ni mazuri, kujifunza unyenyekevu, kufuata vile mlivyoelekezwa wa na walimu wenu, lakini kupenda zaidi kujiendeleza, na hayo ndiyo mambo muhimu zaidi. Lakini binadamu tunatofautiana katika nature zetu. Yule mhubiri wa kwanza mnyenyekevu, mpole Sio wote watakuwa kama yeye, wengine watakuwa na namna yao. Lakini nafikiri onyo ambayo tumeonyeshwa hapa ni kufikiri kwamba unajua kuliko wengine wote na hata kudharau waliokutuma kwenda kusoma. na lakini bahati nzuri kwa kozi zenu za miezi sita, nataka niwahakikishie hakuna mchungaji wako hata mmoja ni mzidi kwa elimu, kwa sababu wachungaji wetu wote ni wale ambao walifanya kozi ya miezi sita, chini ya miezi sita. Sisi tutakuweka mikono miezi sita na kuendelea. Kwa hiyo ukienda pale ukafikiri sasa umetoka umepata mapya Of course kuna mapya umeyapata kuliko mchungaji wako kwa sababu sisi wakati tunasoma hatukuwa na elimu ya alama. Eh, labda la, la, labda hiyo utafiku na wataambia kule. Utafiku na wataambia kule, wanambia hii ni nini, mchungaji unajua hii? Na, na kadri ni miaka inavyokwenda vivyo mambo yanavyobadilika na wewe umejifunza hayo, wataka kuja baadaye utajifunza mengine zaidi ya wewe. Sijui tunaelewana vizuri. Kwa hiyo haya ndio maisha. Elimu tunayosoma sisi kule nyuma na wanaoisoma sasa na utakaosoma baadaye inaendelea kubadilika, inaendelea kubadilika kulingana na wakati. Shule tu ya Biblia imeandaa watu wengi sana. Kuna wachungaji wengi wamesoma hapa na wameshakuwa wachungaji huko. Sasa, tangu ulipoanza, kuna watu wengi wamekishapita kwenye kozi hii. Nafikiri hata kina Kanoni Yuba wamesoma hapa na wengine wengine wa kina Kanoni Maige wote wamesoma hapa, Kanoni Ngasa wamesoma hapa. Na unaweza kaiona kama kama shule ndogo tu, lakini imetoa viongozi wa kanisa. Kina Kanoni Mpangala wamesoma hapa. Kwa hiyo, unaweza kaona imetoa viongozi wengi wa kanisa. Usidharau kwa kuona majengo yake duni, lakini kitu kinachotolewa ndani ya majengo yale kimekuwa na faida kubwa sana kwa kanisa la Mungu. Jina la Bwana barikiwe. Na watu wanakuja kusoma na elimu zao, kwa mfano hapa tunao wawili ambao wana degree tayari, bachelor degree katika utawala au regional development planning, mambo ya mipango na maendeleo, lakini wamekuja wasome theology kwa kuanzia ngazi ya chini kabisa na hapo watakwenda kama Mungu akiwajalia, basi watafika kule ambako Mungu amekusudia wafike, na wale wengine mtakaoendelea kujitoa. Najua TC kuna vijana wengi humo, anaweza mkaja tu mkasoma, hata ninyi walimu, naacha kazi na njiriu ya ualimu na kuhubiri injili huko. Bwana Yesu asifiwe